Hayo amesema na balozi wa Israeli nchini Kenya ambayo yupo nchini kwa ajili ya kufungua ofisi ya ubalozi wa Israeli ambapo sasa Watanzania watahitajika tena kwenda Kenya kwa ajili ya kufuata viza za kwenda Israeli. And I promise that, uh, visa will never be a burden for anyone from traveling to Israel. Tunafahamu umuhimu wa Tanzania kwenda Israeli, nasi tunafurahi kuona Watanzania wengi zaidi wanakuja kwetu na hivyo tutahakikisha tunafanikisha ziara hizo. Akifungua ofisi hiyo, waziri wa maliasili na utalii Profesa Jumanne Magembe amesema kuwepo kwa ofisi hiyo kutasaidia watalii wengi zaidi kuja nchini na hivyo kukuza sekta ya utalii. Ufunguzi huu sio kwa utalii peke yake. Ufungu, ufunguzi huu unafungua ukurasa mpya katika uhusiano kati ya Israeli na Tanzania, na kama ambavyo mlimsikia Rais Dr. Magufuli alisema moja ya vipaumbele katika, katika wizara ya mambo ya nchi za nje itakuwa kufungua, itakuwa kufungua ubalozi kule Israel na kwa sasa wanakwenda wengi sana Israel. Ofisi hiyo itakuwa inasimamiwa na kampuni ya Rickshaw ambapo mkurugenzi wa kampuni hiyo Bi Pooja Laiji amesema wamejipanga vyema kuhakikisha upatikanaji wa viza hizo unakuwa wa haraka na wa uhakika. Ni imani yetu kuwa kuwepo kwa ofisi hii hapa kutarahisisha watu kuweza kupata viza, nasi tumejipanga vyema kushirikiana na ubalozi wa Israel kuhakikisha watu wanapata viza zao kwa wakati. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam. Mimi ni Godfrey Monyo wa ITV.